Hatua ya kukamatwa kwa raia hao imetokana na uchunguzi wa takribani miezi minne kuanzia Januari mwaka huu katika mikoa yote nchini. Uchunguzi huo wa nchi nzima awali ulitanguliwa na ripoti ya kamati ya kufuatilia na kuhakikisha raia wa kigeni hawajihusishi na biashara zinazopaswa kufanywa na wazawa maeneo ya Kariakoo iliyoongozwa na Profesa Eda Luoga. Wageni wasiohusika kukaa hapa nchini wahakikishe wasifanye biashara za wazawa katika eneo hilo tumekubaliana wizara ya mambo ya ndani ambayo ikihusika na mambo ya uhamiaji, watu kupata mtu kupata ile visa na kuja hapa nchini kwetu, iweze kuchukua hatua na kuendesha kaguzi katika maeneo mbalimbali, na tumepitwa maelekezo kwamba sasa taarifa ile ya Kariakoo itumike as mapping kwa nchi nzima, katika maeneo ya miji mbalimbali hatua zianze kuchukuliwa kupitia idara zetu za uhamiaji, lakini upande wa kazi katika zile wa working permit <coughs> tumekubaliana na wizara ya ofisi ya waziri mkuu ambayo inahusiana na swala zima la utoaji wa vibali vya ya kazi ianze kuchukua hatua kufanya kaguzi, watu ambao wamepewa mm -hmm, vibali wanatengeneza majukumu mengine tofauti na yale ambayo yameelekezwa katika vibali vyao. Kuona ni kuamini. Dr. Jafa katika ziara yake alikwenda katika baadhi ya maduka ya raia wa kigeni na kujionea biashara zinazofanyika. Huyu mtu anafanya biashara nje ya utaratibu, alafu hata bidhaa zake hizi watu wangu wa FCC wanasema ziko nje ya utaratibu wa mambo ya ushindani. Kwa maanake hata utaratibu wa kuasesi kama bidhaa feki imeshindikana. Kwa hiyo uh, hapa maanake hili duka leo linafungwa na utaratibu wa kisheria wote ufuatwe, na hii iwe mfano kwa wengine wote wanaofanya Tanzania kama ni nchi ya kuchezea chezea. Lakini nao baadhi ya wafanyabiashara wa hapa Kariakoo wameeleza athari ambazo wanakutana nazo pindi wanapokutana na mgeni anayefanya biashara zinazofanana na wao. Wako wengi mno, yani kila kona wapo, na maduka ni mengi, wamefungua kila kona, wanauza, wanawauzia mpaka wauzaji wa mwisho. Kwa hiyo imekuwa ni shida kubwa kwa kweli kwetu sisi. Tunachosema ni kwamba biashara ni future ya kizazi cha sasa na kijacho, kwa hiyo lazima tulinde hii tasnia ya biashara, kuwazuia wale watu wanaotoka nchi zingine kuja kuzifanya, ambapo wana viwanda. Sisi hatujawa na mfumo wa kujenga viwanda. Lakini wafanyabiashara wanaona kama hamna kilichofanyika, kwa sababu wageni bado wako wengi na wanafanya biashara zile ambazo hawatakiwi kufanya. Lakini naona kwamba shida kubwa ipo kwamba kwenye sheria, unakuja mkagua, unakuta labda ni mchina yuko pale dukani, ana vibali vya kufanya biashara Tanzania. Sheria yetu haisemi kwamba haruhusiwi kufanya nini ile biashara, kwa kwa vibali iko sawa. Lakini sasa wazawa nao walalamika, mbona anafanya biashara ya wazawa? Kwa hiyo tunachoomba hii ripoti pamoja na mazuri, kwamba tuanze na marekebisho ya sheria, sheria itamke kabisa wageni haruhusiwi kufanya biashara gani, la sivyo kilio ni kikubwa, wafanyabiashara wanafilisika. Ripoti ya awali ilionyesha kuwa katika eneo la Kariakoo pekee maduka 75 yalikutwa na raia ya wakigeni 152 walioajiriwa huku asilimia 97 wakijihusisha na biashara rejareja. Joseph Mpangala, Azam News, Dar es Salaam.